na katibu mkuu hawa ni aina ya watu wazembe tumeshawalipa pesa kama mlivyonieleza ninyi wenyewe 9.6 billion Tanzania shillings taxpayers money tumekulipeni fedha ya walipa kodi na hamfanyi kazi mmepumzika na mna mikataba mingine mitatu ukiacha huu, na sisi hamfanyi vizuri, hamnishawishi kuendelea hata na hiyo mikataba mingine mitatu. Na nini leo ninawakuchukueni kwa kuwa wataalamu wangu wamefanya jitihada nyingi sana za kuhakikisha kwamba mnashtuka juu ya fedha hizi tulizowalipa, lakini hamshtuki. Nataka nipeleke ujumbe a wengine wote makandarasi wazembe wa aina wa yenu, ambao wanachukua fedha za serikali na hawafanyi vizuri, wajue ya kwamba hatufurahii, hatupendi na hatuna uvumilivu na jambo hilo. Kwa hivyo, wewe leo ni halali yetu. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, mkuu wa wilaya, mtamchukua huyu bwana na timu yake, wawekeni ndani. Watu wa TAKUKURU wako hapa sijui wako watu watakukuru wako watakukuru eh? watu watakukuru, mtafanya nao mahojiano, utaandika charge ya hawa watu, watakuwa committed, watoe wafanye commitment zao huko katika utaratibu wa kisheria ambao ninyi mnausimamia. Na mimi niandalieni, uh, barua ya mawasiliano na Waziri wa Mambo ya Nje, yeye atafanya kazi ya kuzungumza na balozi wao ili hao high level meeting au hawa level bosses wao ambao wameitwa muda mrefu waje kujadili jambo hili. Baada ya kuwa tumewalipa fedha wamedharau, hiyo tunaita ni dharau. Kwa hivyo kama hiyo ni dharau, na sisi tunawaonyesha kwamba namna gani dharau inavyouma. Sina mazungumzo zaidi na hawa watu, kwa wilaya watu wako ni hawa hapa. Yeah. Tunakushukuru kwa ziara hii na tukuahidi tu sisi watendaji wako tutaanza kuyafanyia kazi mara moja, lakini hili uliotoa ni mwangaza muhimu kwetu sisi watendaji na tutasimamia vilivyo mheshimiwa uh, waziri utekelezaji uh, wa mradi katika eneo hili la barabara la kilomita 16.4 16, unaendelea ambapo kwa eneo hili tulilopo hapa la Access Road ambayo inaenda kuunganisha na barabara yetu kuu ya kilomita tano, mkandarasi ameshatekeleza jumla ya kilomita tano ambazo ziko kwenye hatua za mwisho kama ulivyoona tulivyopita, sehemu chache zimebakia na kazi ndogo ya CRR, lakini sehemu kubwa iko kwenye hatua ya kuweka lami nyepesi ambayo inasubiria kuweka lami kulingana na mpango kazi. Kandarasi anatarajia baada ya kukamilisha lami upande wa Ntyuka, vifaa vyote vitahamia upande huu kukamilisha sehemu yote ambayo tayari imeshaandaliwa kwa ajili ya kupokea lami.